Kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya tatu na ya nne, ndio watu wa Mungu. Tumsifuni Yesu Kristo, karibuni sana wapendwa. Ni wakati mwingine tena ambao Mungu anatupa kibali katika nguvu za Roho Mtakatifu kukutana katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Unaweza pia ukaandaa zako Biblia zako yako karibu, ili tunaposoma na wewe unasoma kwa kufuatilizia, mtu wa Mungu. Kuna watu wa wanasema mi nikisoma biblia sielewi. Mpendwa, usiache kusoma biblia eti kwa sababu ukisoma huelewi. Mpendwa, endelea kusoma, natafuta msaada wa karibu wa, wa mtumishi aliye karibu yako, omba ushauri, omba huduma ili usaidiwe namna ya kuelewa biblia, ili usote tusome tuelewe, maana roho mtakatifu ndiyo mwalimu wetu. Tunyenyekee kwa bwana kwa ajili ya sala, tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, ni wakati mwingine tena ambao unatuwezesha wanao kukutana, ili tuweze kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu tushike mkono katika hekima yako na upendo wako, tuwezeshe Bwana, tuweze kulielewa neno lako na Mungu liweze kutupa uzima na mafuta yake yaweze kutusaidia kusimama, ili sote tuendelee kuwa hodari na tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, Tuungane muda huu tuanze rasmi usomaji. Ni kitabu cha pili cha wa Wamakabayo, ile sura ya tatu na ya nne. Sura ya tatu. Zamani mji mtakatifu ulikaliwa kwa amani kabisa na sheria ilishikwa sawasawa, kwa sababu ya wema wa Onia kuhani mkuu na jinsi alivyochukia uovu, hata wafalme walipastahili mahali patakatifu na kulitukuza hekalu kwa zawadi bora sana. Hivyo Seleuko mfalme wa Ashia alilipa gharama zote za matoleo ya dhabihu na fedha ya hazina yake mwenyewe. Lakini mtu mmoja wa ukoo wa Benjamini, Simoni, aliyekuwa msimamizi wa hekalu alikosana na kuhani mkuu juu ya madaraka ya soko la mji. Alipoona hawezi kumshinda Onia, alimwendea Apolonio wa Tarso ambaye wakati huo alikuwa jemedari mkuu wa Koele Shamu na Fonioki, akamwambia ya kuwa hazina ya Yerusalemu imejaa mali hata fedha iliyopo haihesabiki kwa wingi wake. Alisema fedha hiyo haimo katika hesabu waliowekwa kwa, kwa gharama za dhabihu, na huenda ingeweza ingewezekana kuchukuliwa na mfalme. Naye Apolonio alipozungumza na mfalme alimpa habari alizozisikia juu ya fedha hiyo. Mfalme akamwita Heliodoro waziri wake, akampeleka na amri ya kuishika mali hiyo. Heliodoro akaondoka mara akifanya kama anataka kuikagua mji ya Koeleshamu na Foinike, lakini nia ya yake kwa kweli ilikuwa kulitimiza kusudi la mfalme. Alipofika Yerusalemu alipokewa vizuri na kuhani mkuu na watu wa mji. Akawaambia habari alizozipata na sababu ya kuja kwake, akauliza kama habari hiyo ni kweli. Kuhani mkuu akamwelezea kuwa ni kweli kuna fedha iliyowekwa kwake, lakini ni mali ya wajane na yatima sehemu nyingine ni mali ya Hirkano bin Tobia, mtu wa cheo kikuu, si kama alivyosingiziwa na yule mtovu wa dini Simoni. Nayo yote pamoja haizidi talanta mia nne za fedha na mia mbili za dhahabu. Tena haiwezekani kabisa kuwadhulumu watu walioweka tumaini lao kwa utakatifu na mahali na kwa enzi na salamu ya hekalu lililodhaniwa duniani mote. Lakini Heliodoro aliyekuwa amepewa amri na mfalme alijibu kwamba hata hivyo ni lazima fedha hizo zichukuliwe kwa hazina ya mfalme. Basi akiisha kuweka siku aliingia ili kuiangalia hesabu ya mali kulikuwa. Na huzuni nyingi mjini mote, makuhani hali wamevaa mavazi yao ya kikuhani walianguka kifudifudi mbele ya madhabahu, wakapaza sauti zao kwa mbingu, wakimsii yeye aliyekuwa ametoa sheria juu ya vitu vilivyowekwa akiba na kumwomba ailinde mali hiyo kwa ajili ya walioiweka. Hakuna aliyeweza kuutazama uso wa kuhani mkuu bila kuchomwa moyo. Sura yake ilivyobadilika rangi ilionyesha uchungu wa roho yake. Hofu na tetemeko la mwili lililomshika liliwadhihirishia wale waliomtazama Huzuni iliyokuwa na aliyokuwa nayo moyoni. Nao watu wa mjini walititimika kwa wingi katika nyumba zao ili kushirikiana katika sala, wakiomba mahali pasiaibishwe. Wanawake hali wamejifunga gunia kifuani, walisongana njiani na wanawali waliotawishwa, walikwenda mbio, wengine barazani kwao, wengine ukutani, na wengine kuchungulia madirishani. Wote waliinua mikono yao kuelekea mbinguni wakitoa dua zao. Hakuna budi kuwahurumia makutano waliokuwa wameanguka kifudifudi wote na kuhani mkuu katika fadhaa yake na hofu yake ya mambo yatakayotendeka. Basi hapo watu walikuwa wakimsii Mwenyezi Mungu ailinde salama salimini ile mali iliyowekwa kwake kwa ajili yao walioiweka. Na hapo Heliodoro amejiweka tayari kuitimiza amri aliyopewa lakini yeye na kikosi chake wakiishafika mbele ya nyumba ya hazina, mara Bwana wa roho zote na wamla mamlaka yote alileta kifunuo cha ajabu. Hata wote waliothubutu kufuatana naye waliushtukia uwezo wa Mungu wakazimia kwa hofu nyingi, maana waliona farasi mwenye mpandaji wa kutisha na matandiko ya farasi Naye alimwelemea Heliodoro na kumshambulia kwa miguu yake ya mbele. Mpandaji wake alionekana kama amevaa deraya ya dhahabu. Vijana wengine wawili walitokea mbele yake, wenye nguvu za ajabu, wazuri mno, wamevaa nguo za fahari wakisimama kando yake, mmoja huko na mmoja huko, wakampiga bila kukoma, wakimpa mapigo mabaya mengi. Akaanguka chini ghafla, giza nene likamfunika. Watu wake wakamwinua, wakamweka katika machela, wakamchukua. Huyu aliyekuwa anaingia sasa hivi katika nyumba ya hazina pamoja na wafuasi wake na kundi zima la askari walinzi. Sasa yuu hoi amedhihirishwa waziwazi, enzi ya Mungu kwa kazi ya Mungu ameangushwa na uwezo wa kusema wala tumaini la kupona. Wayahudi wakamsifu Mungu aliyepatukuza kwa ajabu mahali pale. Hata hekalu ambalo sasa hivi lilijaa hofu na wasiwasi, lilikuwa limejaa furaha na shangwe kwa ufunuo wa Bwana Mwenyezi. Basi bila kukawia, sahibu zake Heliodoro walimsionia amsi aliye juu ili kwa rehema zake amjalie uzima huyu, aliyekufanya naye kuani mkuu, akidhani moyoni mwake kuwa ya kuwa mfalme aweza kuwashukuru Wayahudi kama ndivyo waliomtenda Heliodoro mabaya, alitoa dhabihu kwa kupona kwake ikawa wakati kuhani mkuu alipokuwa akifanya kipatanisho, wale vijana walimtokea Heliodoro tena, wamevaa nguo zile zile. Wakasimama pale wakasema, Mpe kuhani mkuu Onia shukurani nyingi, maana ni kwa ajili yake tu Bwana kwa rehema zake amekujalia uzima. Wewe umepigwa kutoka mbinguni basi watangazie watu wote utukufu wa enzi ya Mungu. Wakiisha sema hayo, walitoweka. Eliodoro akamtolea Bwana dhabihu, akaweka nadhiri kubwa sana kwake yeye aliyemponya maisha yake, akamwaga onio kwa urafiki, akaondoka na jeshi lake kumrudia mfalme, akiwashuhudia watu wote matendo ya Mungu mkuu aliyoyaona kwa macho yake mwenyewe. Mfalme alipomuuliza Heliodoro ni mtu wa namna gani afahaye kupelekwa Yerusalemu kwa safari ya pili, alisema kama una adui au mfanya fitina katika ufalme mpeleke huko naye, kama akijaliwa kurudi atakuwa amepigwa sana kwa sababu bila shaka mahali patakatifu hukaliwa na uwezo wa Mungu. Naye aliyekaa juu mbinguni ana macho yake juu ya mahali pale akipalinda, nao wanaopakaribia kwa mabaya wapiga na kuwaharibu. Ndizo habari za Heliodoro na ulinzi wa hazina. Sura ya nne. Huyu Simoni aliyezitoa habari za ile fedha na kuisaliti nchi yake, alianza sasa kumsingizia Onia akisema kwamba ni yeye aliyempatia Heliodoro mambo hayo ya kuyachochea matata. Alithubutu hata kumshtaki fitina yule aliyekuwa mfadhili wa mji wa mlinzi wa raia wenzake mwenye kuzishika amri kwa bidii. Uadui huo ulipozidi sana, hawa watu wakauawa na Misri mmoja wa Simoni. Onia alianza kufahamu hatari yake akaona ya kuwa Apolonio mwana wa Menesteso aliwali wa Koeleshamu na Fonieke alikuwa akiongea ukorofi wa Simoni. Basi alimwendea mfalme, si kwa kutaka kuwashtaki wenzake, ila kwa nia ya kuhifadhi hali njema ya watu wote, serikali na raia pia. Alijua ya kuwa mfalme asipojitia mwenyewe katika mambo hayo, haitawezekana nchi ipate amani, wala Simoni hata uacha upuuzi wake. Lakini Seleuko alipokufa na Antioko aitoe Epifani alipopokea ufalme wake, Yasoni nduguye Onio alim mnyang'anya ndugue cheo chake cha kuhani mkuu akiahidi katika mambo yake kwa mfalme kutoa talanta za fedha mia tano na ishirini na sita na talanta themanini katika akiba nyingine. Zaidi na hizo, aliahidi kutoa nyingine mia na hamsini kama akipewa ruhusa kufanya kiwanja cha michezo ya Kiunani na chama chake cha vijana na kuwaandikia wenyeji wa Yerusalemu kuwa raia za Antiokia. Mfalme alipokubali jambo hilo, Yasoni mara aliposhika kazi alianza kuwashawishi wenzake wazikubali kawaida za Kiunani. Aliziachilia mbali sharti za kifalme zilizotolewa kwa ajili ya Wayahudi alizozipata Yohani baba wa Epolemo alipotumwa na Warumi kutaka urafiki na kufanya mapatano. Akazivunja kawaida za halali na maisha, akaingiza desturi mpya alizokatazwa na sheria. Alifurahi kuweka kiwanja cha michezo ya, ya Kiunani chini ya ngome yenyewe. Akawashawishi vijana walio bora wavae kofia za Kiunani. Tamaa ya kufuatisha desturi za Kiunani na mila za kigeni ilizidi mno kwa sababu ya utukufu wa Yasoni, si kuhani kabisa huyu hata makuhani hawakuifurahia tena ibada ya madhabahuni, bali walidharau hekalu na kuziacha dhabihu, ili kuyakimbilia mambo ya haramu kiwanjani mara michezo ya kutupa diski ilipotangazwa. Hivyo walizifanya desturi zilizoheshimiwa na baba zao kuwa si kitu wakahesabu mambo ya Kiyunani tu kuwa ndio bora. Kwa hiyo msiba mkubwa iliwapata, maana watu wale wale ambao walipenda sana kuzifuatisha desturi zao na kutaka kufanana nao sawa sawa. Hao waligeuka kuwa adui zao na kuwatesa. Kuziharibu amri za Mungu si jambo dogo. Hayo yataonekana kwa wakati wake. Basi, michezo iliyofanyika kila miaka mitano ilipokuwa ikichezwa Tiro mbele ya mfalme huyu, movu ya soni alituma wajumbe wa Antiokia wa Yerusalemu wa wa kupeleka drakma elfu tatu za fedha kwa dhabihu itakayotolewa kwa Heraklu. Lakini, hata wao walioipeleka fedha hiyo, waliona ifai itumiwe kwa dhabihu, bali iwekwe kwa kazi nyingine. Hivyo, ingawa yule aliyeitoa alikusudia itumiwe kwa dhabihu ya Heraklio, lakini kwa shauri la hao wajumbe ilikwenda kwa mahitaji ya majahazi. Apolonio mwana wa Meneteo alipotumwa Misri kwenye kutawazwa kwake mfalme Filometo, Antioko alipata habari kwamba mfalme ameonyesha uadui juu yake. Basi kusudi alinde ya nchi yake, alikwenda Yafa akashukia Yerusalemu, akapokewa na Yasoni kwa heshima nyingi, akakaribishwa mjini kwa maandamano ya taa na mashangilio. Kisha alikwenda Foniki na jeshi lake. Miaka mitatu baadaye, Yasoni alimtuma Menelao nduguye Simoni aipeleke fedha kwa mfalme na kutoa taarifa kadha wa kadha mambo muhimu. Naye alipoingia mbele ya mfalme, alijipendekeza kwake na maneno laini, hata akajipatia mwenyewe kazi ya kuhani mkuu, akiahidi kutoa talanta mia tatu za fedha za zaidi kuliko Yasoni. Baada ya kupewa maagizo ya mfalme, akarudi kwao hana lolote la kustahili ukuhani mkuu bali ana moyo mkatili wa udhalimu na tabia ya hayawani mkali. Hivyo Yasoni aliyemnyang'anya ndugu yake mwenyewe alinyang'anywa yeye na mtu mwingine na kulazimika kuikimbia kuikimbilia nchi ya Wamoni. Basi sasa, Menelao alikuwa na mamlaka lakini ile fedha aliyomwahidia mfalme hakuitoa kabisa, ingawa Sosterato, jemedari wa ngome, alimdai kila mara, maana ilikuwa kazi yake kutoza fedha ya za mfalme. Mwishowe aliitwa wote wawili mbele ya mfalme. Menelao alimwacha nduguye Lisimako awe wakili wake katika kazi ya kuhani mkuu, na Sostrato alimweka alimwacha Krati jemedari wa askari za Kipro awe badala yake. Wakati huo watu wa Tarso na Malo walifanya uasi kwa sababu ilikusudiwa kuzitoa nchi zao zawadi kwa Antiokisi mwanamke wa mfalme. Kwa hiyo mfalme akaondoka kwa haraka kutengeneza mambo ya huko, akimwacha Androniko mtu wa cheo kikuu mahali pake. Menelao akaona amepata nafasi ya kufaa, akampa Andronico zawadi ya vyombo vya dhahabu alivyoviiba katika hekalu. Vyombo vingine alikuwa amekwisha kuviuza Tiro na katika miji ya jirani. Onio alipopata hakika ya jambo hilo, alimkemea kwa ukali akikimbilia Daphne mahali patakatifu pasalama karibu na Antiochia. Basi Menelao alisema na Andoniko faragani akimomba amue Onio. Andoniko akampeleka Onio, akainuia kufanya hila, akapokewa naye kwa urafiki, akampa yamini yake hivyo ingawa Onio alikuwa na shaka moyoni, aliweza kumvuta atoke katika mahali pa salama, na mara alimuua bila haki. Si Wayahudi tu ila kwa mataifa, watu wa mataifa mengine pia waliokasirishwa na kuchukizwa kwa kuuawa kwa mtu huyu kwa udhalimu. Hata mfalme aliporudi kutoka katika nchi ya Kilikia, Wayahudi wa mjini pamoja na Wayahudi wa Yunani walio kirihi pia tendo hilo la uovu, walisema naye wakikaza ya kuwa Onia aliuawa pasipo haki. Antioko alisikitika sana akaona huruma na kutoka machozi, kwa kuwa alijua maisha ya kiasi na utaratibu ya huyu marehemu. Akajaa hasira, akamnyang'anya ndio niko vazi lake la urujuani, akamrarulia kanzo yake, akamtembeza mjini mote mpaka mahali pale alipomtenda Onio uovu wake huo akamua pale pale. Basi Bwana alimpatiliza ndio niko adhabu ya haki. Huko nyuma matendo mabaya mengi ya kuiba vyombo vitakatifu yametendwa na Lisimako kwa ridhaa ya Menelao. Hata habari hizo zilipojulikana watu walijipanga juu ya Lisimako, kwa kuwa vyombo vya dhahabu vingi vilikuwa vimetawanyishwa. Lakini makutano walipofanya matata na kujaa hasira, Lisimako aliwapa silaha watu kama elfu tatu akawashambulia. Kiongozi wa kikosi hicho alikuwa mzee mmoja Haurano, mwenye kuchakaa kwa umri na kwa akili pia. Watu walipoona ya kuwa Lisimako anawashambulia, wengine waliokota mawe, wengine kuni, na wengine konzi za majivu yaliyokuwako karibu, wakawatupia chekwache che kwa Lisimako na wale waliokuwa pamoja naye. Hivyo walijeruhi wengi na kuangusha wengi, watu wakakimbia, na yule mwibaji wa hekalu aliuawa mwenyewe karibu na hazina. Menelao alishtakiwa juu ya mambo hayo. Hata mfalme alipofika Tiro, watu watatu waliotumwa na baraza walitetea kesi yao mbele yake. Lakini Menelao aliona ameshindwa, alimpa Tolemayo bin Dorimene fedha nyingi ili kumbembeleza mfalme. Tolemayo akamchukua mfalme kwenye roshani, kana kwamba wapunge hewa, kambembeleza hata akagairi. Menelao Aliyekuwa asili ya manza yote aliondolewa hatiani, na wale watatu ambao hata kama wangalijitetea mbele za washenzi wangalionekana kuwa hawana hatia, aliwahukumu kufa. Hao waliokuwa wateteaji wa mji na watu wa vyombo vitakatifu waliadhibishwa mara adhabu ile isiyo haki. Ndiyo sababu watiro wengine, kwa jinsi walivyochukizwa na uovu huo, walitoa fedha nyingi ili kuwapatia machukizo ya heshima. Naye Menelao kwa sababu ya tamaa ya fedha na mwenye mamlaka, aliendelea katika kazi yake akijiongezea uovu na kujithibitisha kuwa msaliti mkubwa wa raia wenzake.